Asubuhi ya Januari 31 mwaka 2011, eneo ni makaburi ya Mwananyamala Hospital, njia kuelekea kwa Kopa Msisiri B. Asubuhi hii nje ya nyumba ya mzee mmoja maarufu anayejulikana kama Mzee Mwarabu kulikuwa na tukio la ajabu. Nyumba hii iko pembeni kidogo ya makaburi. Sasa pembeni kidogo ya makaburi hayo kwenye shina la miwa, wanaonekana mbwa kama wakifukuafukua hivi chini ya ardhi. Wapita njia na majirani waliokuwa wakiwahi kwenye miangaiko yao wanaona kitu cha kushangaza sana eneo hili. Unaonekana mkono wa kichanga ukiwa umetokeza kwa juu na mbwa wanajaribu kufukuafukua eneo hilo. Wananchi wanawafukuza wale mbwa ili wasiendelee kufukuafukua, na kisha wananchi wanaanza kuulizana ni nini hiki. Mm, tufukue zaidi au tuite polisi? Wanakubaliana kuita polisi ili wajue nini kinaendelea maeneo hayo. Baada ya polisi kupewa taarifa wanasema wako njiani, wanakuja kwa haraka sana, lakini inawachukua polisi kama dakika 45 hivi mpaka kufika eneo hili. Na baada ya wazee wakazi kufika maeneo haya, wanakuta tayari eneo la tukio limewekewa mauchafuchafu, uchafuchafu mwengine na kupigwa kiberiti, yani ushahidi wote umepotezwa. Mshangao ukatamalaki, ni nini kimetokea? Polisi wakamaindi sana jambo hili na wakaanza kuuliza maswali ni nani ikafanya jambo hili ni nani kachoma, kachoma moto eneo la tukio? Polisi waliuliza kwa hasira kali mno, kuuliza ni nani kafanya vile. Mashuda wote wakasema ni James Gomero. Swali likabadilika na kuwa who is James Gomero and where is James Gomero? James Gomero haijulikani hasa asili yake ni mtu wapi, lakini kwa wanaomfahamu wanasema kwamba ni mwenyeji au aliwahi kuishi maeneo ya Rushoto huko Tanga. Alianza kujulikana maeneo ya Mwananyamala akipindi anafanya kazi kwenye duka la mama mmoja, kazi ya kubeba mizigo, ambayo hata hivyo hakudumu nayo sana kwa muda mrefu. Aliharibu kazi hiyo na kufukuzwa dukani pale. James alikuwa kapanga chumba kimoja cha ovyoovyo tu hapo karibu na makaburi. Sasa baada ya kufukuzwa kazi, James akawa hana mishini nyingine zaidi ya kushinda pale makaburini na kutafuta misho yote ya kumuingizia kipato Taratibu akaanza kuzoeana na wafanyakazi wa manispaa upande wa makaburi. Wafanyakazi hawa wa manispaa walikuwa wanakuja kuzika maiti zisizokuwa na ndugu, zile zinazozikwa na serikali. Sasa, kwa kuwa James ni kijana mtafutaji asiyechagua kazi na mwenye nguvu, akawa anapewa tenda ya kuchimba makaburi na wale wafanyakazi wa manispaa kadi. Siku zilivyosonga, ndivyo wafanyakazi wa manispaa walizidi kujenga mazoea na James na hatimaye kumwamini kabisa, kiasi kwamba kuna wakati walimtuma mpaka mochwari na akasaini na kuchukua maiti na kwenda kuzizika mwenyewe pasipo usimamizi wa manispaa. Fursa hii adhimu mwamba hakuilazia damu, akajiongeza hasa, akajenga mazoea na watu pia wa mochwari kule hospitali. Sasa ikawa wale wafanyakazi wa manispaa wakitoka kazini, James anaenda mochwari kutega mingo, na ikipatikana maiti anaenda kuzika kimya kimya bila kuwajulisha mabosi zake wala askari wa manispaa. Walimwamini wale Demsa, anapiga zake kimya kimya, anapiga pasi zake zote bila shida wala nini. Jamaa wa manispaa walipokuja kugundu, kugundua kuwa muuni anawazunguka na kukiuka taratibu za kiofisi, walimtimua kibarua na kumpiga stop kukanyaga makaburini wala mochari. Hali ikawa ngumu kwake, ile mishindo na maokoto ya hapa na pale ikakata kabisa ikabidi muni sasa atafute kazi nyingine. Mungu si Athumani wala Kapola, James akapata kazi za kulindalinda usiku, lakini kwa kuwa tayari alikuwa amesha tengeneza connection na watu wa mochari bado wakawa na mtafuta. Na kwa kawaida vichanga vingi vilivyokuwa vinakufa wakati wa kuzaliwa hospitali havikuwa na process ndefu za mazishi, na wakati mwingine, baadhi ya ndugu kwa mila au taratibu zao hawakuruhusiwa kubeba maiti au waliona usumbufu tu hivyo walikuwa wanamalizana tu na watu wa mochwari, kwamba wakazike hizo maiti kimya kimya. So dili kama hizi wafanyakazi wa mochwari wakawa wanambushia James. Sasa bwana, kumbuka James wakati huu ni mlinzi wa usiku na kazi anafanya usiku kwa hiyo alichokuwa anafanya ni akitoka lindoni ile asubuhi, anaenda mochwari, anachukua mzigo wake wa maiti, anauhifadhi kwenye rambo, kisha anaenda kuhifadhi geto kwake mpaka jamaa wa makaburini waondoke sababu alishazuia kufanya kazi kule makaburini na manispa. So anategea mida jamaa amesepa kisha fasta atenda kufikia zake mzigo yake na kuwai kibaroni kwake kwenye kazi za ulinzi. Mbinu hii ya kuzika usiku ikashtukiwa na wale jamaa wa makaburini. Hivyo akaweka mashushushu ili omkamate na kumfungulia kesi. Sasa, James naye hakuwa boya boya kivile, kwani mtego huu ambao alikuwa amemtegea aliusikia kupitia connection zake ila sasa akawa hana namna, maana pesa anazitaka, so akawa na uwezo wa kukaa na maiti ndani, ndani ya chumba chake mpaka siku tatu au zaidi, akisubiria muda mzuri ambao hata kamatwa, ndo akazizike. Akipata nafasi, ataibuka usiku wa manane na kwenda kuzika peke yake kimya kimya kule makaburini. Kuna nyakati alibanwa sana, yani alikuwa na maiti mingi sana getoni kwake, alafu wauni kule makaburini wanakaza sana, yeye hapati nafasi ya kwenda kuzizika maana akiingia kichwa kichwa wanamkamata na kumfungulia kufungu, kesi ikafika kipindi mpaka maiti zikaanza kuharibika na kuoza ndani ya geto lake. Kama mnavyojua muhuni akosi mbinu bana, kunyinia pana njia. So James akaboni mbinu nyingine, alichokuwa nafanya ni kwenda kuzidumbukiza chooni ndani ya nyumba aliyokuwa amepanga kimya kimya, bila mtu kumshtukia. Hali hii ilipelekea choo kunuka na kutoa harufu kali sana kwa siku kadhaa bila wapangaji kuelewa hali hiyo inasababishwa na nini hasa. Sasa kipindi hicho kulikuwa na vifo vingi sana vya vichanga pale Mwananyamala hospitali, na kwa kutozingatia taratibu za kazi na kutaka kipato cha haraka haraka cha haramu, wafanyakazi wa mocho waliokaa wanamtumia James kama mtu wao wa kuzika chap chap bila kelele. James akawa ngomero the cleaner. Ifika mahali sasa James anatenda nyingi za kuzika maiti hivyo akanunua na baisikeli ya kubebia pakiji zake ili zimsaidie katika kazi zake, na akawa anafunga maiti mpaka tatu bila kujulikana na mtu. Anapita nazo mtaani na kwenda kuziweka ndani kwake, akisubiria apate nafasi ya kwenda kuzizika bila kukamatwa. Yani James ni kama alikuwa anaendesha kimocho wa rifani hivi kwenye geto lake. Ndani ya geto la James kulikuwa na kigodoro kimoja anacholalia wa wagonjwa alichokipata Mwanyamala hospitali kwa njia anazozijua yeye. Mashuka yake pia yalikuwa ya hospitali tena yale yenye nembo kabisa za MSD. Hiki chumba kilitumika kama mochuari. Kuna siku rafiki yake James alimuomba geto lake ili apige show na demo yake. Sasa baada ya kumaliza show akatafuta kitu cha kujifutia. Akaona shuka limevilingwa pembeni mwa chumba. Akaona hili litamfaa. Ngoja nilivute ili nijifute. Ile kulifunua tu lile shuka akakutana mwili wa kichanga kikiwa hakina pumzi. Alikifunika fasta fasta na kunyuti kimya akiwa amepatwa na hofu kubwa sana isiyoelezeka. Bahati nzuri chumba kilikuwa na giza, hivyo dam, hivyo yule demu wake akushtuka lini kimetokea, maana light, kama angeshuhudia hilo basi, hizo kelele zake zingejaza watu wengi sana chumbani humo. Sasa, kuelekea siku ya Januari tarehe thelathini na moja, James alikuwa na mizigo ya kutosha, wahuni wanakwambia shimo lilikuwa limetema, yani mpaka wakati huo ndani kwake alikuwa na miti za vichanga kama kumi na moja hivi. Na nyingine zilikuwa zimeshaanza kuharibika, hivyo ili kuokoa jahazi lisizame na aweze kuingiza mzigo mpya, ilibidi maiti zile ziziko usiku ule ule, ili kesho yake aingize stock mpya. Sasa usiku wake, James akaingia zake kwenye pub moja, Sinza, nje ya kuelekea wanyama hoteli. Lengo lake ni akapiga vyombo kidogo huku akiwaza pa kupeleka mzigo wake kule geto usiku, usiku huo. Baada ya masaa kadhaa akahama pub, akaingia zake kwenye baa Manyamala na kuendelea kula mitungi mpaka mida mibovu sana. Ilipofika usiku wa manane James, pombe ziko kichwani, akaona sasa ni muda mwafaka kwenda kufanya kazi yake. Watu akiwa wamelala, mitaa imetulia na giza totoro limetawala, James akatoa maiti zake ndani na akaenda kuzizika zile maiti nje ya nyumba ya mzee Mwarabu, karibu na shamba la miwa. Na pengine kwa sababu ya pombe na haraka haraka za usiku, basi akasahau mkono uliokuja kuonekana asubuhi yake au labda kuna mnyama alikuja kufukuafukua au vipi? Hatuwezi kujua nini hasa kilitokea usiku huo, lakini tunachofahamu ni kwamba asubuhi ile Mwananyamala yote na mitaa yote ya Dar es Salaam na vyombo vyote vya habari Tanzania nzima vilitaka kujua nini kimetokea baada ya kupata habari hii. Kuna stori nyingi sana kuhusu jamaa James, lakini nyingi hazijathibitishwa na ni ngumu sana kuziamini sababu James aliishi maisha ya usiri sana wengine wanasema jamaa alikuwa anafanya biashara pia ya kuuza viungo vya binadamu kwa sababu kuna wakati mwamba alionekana na hela nyingi sana zisizoeleweka zimetoka wapi, na alikuwa akizungusha sana round bar baada ya kazi zake za, za gizani. Baada ya tukio hili, serikali ilichukua hatua kali sana dhidi ya wale wote waliohusika, hasa wafanyakazi wa hospitali waliokuwa wakikiuka maadili yao na kutofata taratibu zinazostahili kwenye mazishi ya vichanga vinavyofia hospitalini. Baada ya tukio hili haikujulikana James kapotelea wapi au anapiga mishi gani wakati huo. Naam, hiyo ndio story yetu leo hapa Ufudus. Je, wewe ndugu katika hali kama hii ungefanyaje? Ungechukua maamuzi gani? Tupe maoni yako hapo kwenye comment hapa chini, lakini pia kumbuka kubonyeza like; ukiwa na story hii umeipenda, usiache kusubscribe ili usikie stories zetu nyingi sana zijazo, na share na marafiki zako pia ili waweze kuburudika. Hii ni Ufudus, tunakupa stori tamu zisizo za kawaida. Until next time, kaa makini, kaa ukifahamu, hapa ndo nyumbani.